Kipekee kabisa nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shahaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji, na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania, ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania. Tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa, na sio tu mashabiki ndiyo msemaji ambaye mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa, siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League. Na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji, nichukue fursa hii kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Kileta uhuni CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club tukiwa klabu yenye nidhamu mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Chana ndugu zangu waandishi wa habari ni wa wa... habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari ni wakaribishe makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani. Tumewaita hapa mahususi kabisa ni kuzungumzia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza linahusu mchezo wetu wa CAF champions League, uh, hatua ya awali mchezo wa marudiano dhidi ya wilit kutoka Angola. Lakini kabla sijakwenda mbali sana kuingia kwenye ajenda hiyo, kwa kipekee kabisa, nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shaaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania, ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania. Tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa, na sio tu mashabiki. Ndiyo msemaji ambaye, mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa, siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji nichukue fursa hii ku, ku, kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Kileta uhuni CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club tukiwa klabu yenye ni nidhamu, mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Ajenda yetu ya kwanza nimesema, ni mchezo huu wa hatua ya marejeano. Mchezo wa kwanza tumecheza Angola, tumeshinda kwa goli tatu kwa bila. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mchezo wa marudiano ni siku ya kesho na utaanza majira ya saa kumi na moja kamili jioni. Wageni wetu wili tayari wameshawasili nchini, waliingia siku ya jana majira ya saa kumi jioni, wamesha enjoy hewa ya Dar es Salaam. Na mmewasikia hapa kwenye press conference yao, bado hawajakata tamaa, bado matumaini yao kwenye kupindua meza yako juu kulikweli. Wanaamini wanayo timu ya kuja kuishangaza Afrika kwa kupindua magoli matatu Benjamin Mkapa dhidi ya Young Africans Sports Club. Ni jambo zuri na ni mentality nzuri kimpira na linatusaidia sisi kama Young African Sports Club kuto kubweteka hata kwa asilimia moja. Tumeshinda goli tatu, yes, lakini bado hatujafuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Tunafuzu vipi? Ni kwa kuzimaliza dakika 180, mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Utamu sasa wa mchezo huu umeongezeka kidogo kuna flavor imeongezea kwenye mchezo huu. Tumecheza mechi ya Ngao ya Jamii, tumeshinda goli moja bila. Yanga haichezi vizuri.